Msanii wa muziki wa Injili kutoka hapa hapa nchini Tanzania, miezi kadhaa ambayo imeweza kupita aliweza kuchoma gari ya kifahari ambayo aliweza kuzawadiwa na nabii kutoka hapa hapa nchini Tanzania ambaye anafahamika kwa jina la Mkuu Geordavie. Sasa baada ya e, kuchoma gari, madai mengi sana kwa baadhi ya watu ambao ni wadau wa burudani, baada ya kuweza kuona kwamba Goodluck Gozbert yeye kachoma gari, waliamini kabisa kwamba sababu ambayo imeweza kumsababisha e, bana Goodluck Gozbert kuweza kuchoma gari gari, basi inaweza ikawa gari hiyo ilikuwa na mkosi na hata pia kwa baadhi ya watu wa kitrace kwamba walitrace waliona kabisa kwamba tangu Goodluck Gozbert kuweza kupewa gari hiyo hapo basi nyota yake ya muziki iliweza kuporomoka. Sasa baada ya Goodluck Gozbert kuchoma gari imeonekana kabisa kama vile e, ukimya bado umeendelea kutawala kwa, e, kwa upande wake. Goodluck Gozbert baada ya kuweza kuchoma hilo gari ameonekana kabisa kwamba e, katika Instagram yake ameweza kupost tangu mwezi wa pili mwaka huu, imeonekana kabisa kama vile Goodluck Gozbert kama e, e, amepotea kwa namna moja ama nyingine hali hii kwamba, e, watu wengi ambao ni wadau wa muziki wa injili lakini pia Bongo Flava ambao walikuwa wanamfuatilia Goodluck Gozbert, kwa sababu muziki wake wa injili ambao walikuwa wanauimba ni muziki ambao unapendwa na watu wa aina tofauti tofauti, na moja kati ya nukuu ambazo ameshakuzungumza ni kwamba nyimbo ambazo alikuwa akiachilia, anatamani hata mtu ambaye hajaokoka mtu ambaye ameokoka aweze kuzipokea hizo nyimbo. Sasa watu wengi wametafsiri kwamba gari lilikuwa sio chanzo cha yeye kuweza kuporomoka, ila kuwa ni wakati wake sahihi wa kuachana e, na mashabiki wake, na kama inaofahamika kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao walishai kufanya vizuri hapo nyuma, lakini asa hivi ni kama vile hawasikiki tena, hata wakiachilia kazi zao zimekuwa zikipuuzwa na baadhi ya watu ambao ni mashabiki wa muziki wa Bongo Flava, hata pia muziki wa Gospel. Hata pia nikikurudisha kwenye wasanii ambao walishai kufanya vizuri kwa hapa Bongo, kama vile Laycee naye alishai kufanya muziki mzuri kabisa, na alikuwa na mashabiki wake, lakini asa hivi akiachilia ngoma kuna time wa, wa, wa, ma, mashabiki tu wanaamua tu kuchukulia poa. Hata pia eh, mwanamuziki Mr Nice sugu e eh, bana, hata pia 20% wasanii kibao ambao washe kufanya vizuri hapo nyuma asa hivi akiachilia kazi zao wanaonekana kupuuzwa. So mashabiki wengi sana wa muziki wa gospel lakini pia muziki wa burudani wametafsiri kwamba eh, Goodluck Gozbert labda, eh, pengine, eh, umekuwa ni wakati wake, mashabiki kuendelea kumzibia masikio lakini pia kumpa sikio mtu mwingine na mtu ambaye sasa hivi ana rise kwenye muziki wa injili wa hapa Tanzania, basi tunaweza kusema kabisa kwamba ni Joel Luaga, na baada ya yote hii kuweza kuachilia track yake ambayo ya inafahamika kwa jina la Old Mile, ambao wimbo huu umeendelea kufanya poa zaidi ukiendelea kupasua anga za East Africa lakini pia eh, bana jangwa lote hili la Sahara. Umezidi kufanya vizuri kabisa kwa yeye msanii ambaye anafahamika kwa jina la Goodluck Gozbert, asha kuvuma na vibao vya kutosha kabisa kama vile eh, kama si wewe lakini pia ni badilishe wimbo wa Mugambo ambao aliweza kumshirikisha Boni Mwaitege uliozunduliwa ulio mwaka 2021 umeweza kupata watazamaji wa kutosha kabisa kwa mtandao wa YouTube ukiwa na jumla ya watazamaji milioni saba, eh, milioni 7.7 na bado watu wengi sana wakiendelea kuto kumkatia tamaa, wakiamini kabisa kwamba mtumishi huyu wa Mungu pengine ato rise again na kuendelea kupasua anga za East Africa na Afrika yote sasa, kwa ujumla sasa. Kwakwe kama mdau wa burudani kakoe, kama mdau wa sawasawa online, digital, uko na mtazamo gani kuhusiana na huu kimya ambao Goodluck Gozbert yuko nao, drop comment yako kunyonja comment hapo, usiache kusubscribe kulike, utakuwa umetisha kinoma noma. chao chao.